Wengi wetu tumekuwa tukiambiwa tangu tukiwa wadogo kwamba ili kufanikiwa lazima uwe na akili nyingi, uwe na alama kubwa shuleni, ufaulu mzuri na IQ kubwa. Lakini je, kama ningekuambia kwamba akili pekee haitoshi, kwamba kuna aina nyingine ya akili ambayo ndio huamua mafanikio yako, uhusiano wako na hata amani yako ya ndani? Karibu kwenye Pesa Vibe. Leo tunachambua Emotional Intelligence kutoka kwa Daniel Goleman. Na tutajifunza kwa nini watu wenye akili ya kawaida wanaweza kufanikiwa zaidi kuliko wenye akili kubwa darasani. Kutoka kwenye sura ya kwanza ya kitabu cha Daniel Goleman, What are emotions for? Yaani hisia zipo kwa kazi gani? Goleman anauliza swali rahisi lakini zito sana. Kama akili ndiyo kila kitu, kwa nini watu wenye akili kubwa wanashindwa kuwa na maisha mazuri, uhusiano thabiti au furaha kweli? Anasema, sababu ni kwamba hisia zetu ndizo zinazoendesha maisha yetu kila siku. Wakati akili na hesabu, hisia zinaamua. Mtu anaweza kuwa na akili ya hali ya juu sana, lakini akishindwa kudhibiti hasira yake anaweza kuvuruga kazi, ndoa au marafiki. Wengine wanaweza kuwa na elimu kubwa sana, lakini wanapokuwa na msongo wa mawazo wanashindwa kufanya maamuzi sahihi. Lakini mtu mwenye emotional intelligence, anaweza kukaa kimya, kufikiri na kuchukua hatua sahihi hata kwenye hali ngumu. Goleman anasema emotions are essential to rational thinking, yaani kufikiri kwa busara kunategemea jinsi unavyodhibiti hisia zako. Katika sehemu hii ya mwanzo, Goleman anaelezea jinsi ubongo wa binadamu unavyofanya kazi. Kuna sehemu mbili kuu, sehemu ya kihisia, sehemu ya kufikiri. Sasa unapokasirika sana au unapoogopa, amigdala yako inachukua udhibiti, inakufanya uchukue hatua haraka bila kufikiri. Ndio maana unaweza kujikuta unafanya kitu halafu baadaye unasema aise, nilijikuwa tu hasira. Goleman anaita hii emotional hijacking, ni pale hisia zinapochukua udhibiti wa akili yako, na mara nyingi uharibifu wa maamuzi mengi hutokea hapo. Lakini watu wenye emotional intelligence wanatambua hisia hizo mapema, wanasema subiri, naumia, nimekasirika, lakini si lazima nichukua hatua sasa. Hapo ndipo hekima ya kweli inapoanza. Jinsi hisia zilivyo muhimu kwa maisha ya kijamii na binafsi, Goleman anasema hisia si adui ya akili, bali ni sehemu ya akili yenyewe. Tazama mfano huu, mtu anapopoteza kazi, hisia ya huzuni humsaidia kukaa chini na kufikiri kumfanya kutafakari ni nini alikosea na jinsi ya kuanza upya. Hasira kwa upande mwingine, inaweza kumtia nguvu ya kupigania haki, woga humsaidia mtu kuepuka hatari, na furaha huongeza ubunifu na upendo. Kwa hiyo kila hisia, hata zile tunazodhani ni mbaya, zina ujuve muhimu, zinazoleta usawa kwenye maisha yetu. Sasa hebu tujiulize, tumelelewa tukiamini kuwa akili ya vitabuni ndiyo kipimo cha mafanikio lakini Goleman anatupa takwimu: watu wenye IQ kubwa sana hawafanikiwi zaidi ya wale wenye kiwango cha wastani. Tofauti iko kwenye emotional intelligence, uwezo wa kujitambua, kujidhibiti, kuwa na motisha, huruma na ujuzi wa kijamii. Kwa mfano, kiongozi bora si yule mwenye vyeti vingi, bali yule anayejua kuzungumza na watu, kuelewa anachohisi na kuwapa hamasa ya kufanya kazi kwa moyo. Kuna sehemu nzuri sana katika sura hii ambapo Goleman anasema wale wanaojua kudhibiti hisia zao hata wakati wa msongo mkubwa ndio wanaoendelea kufanikiwa. Ni kama unapokuwa kwenye matatizo, wengine wanakata tamaa, lakini wewe unadhibiti hisia zako, unakaa utulivu na unaendelea kusonga mbele. Huo ndio msingi wa mafanikio ya kudumu. Katika ulimwengu wa sasa, kazi, biashara na hata mahusiano, watu hawatazami IQ yako pekee. Wanatazama namna unavyoshirikiana na watu, namna unavyokabiliana na shinikizo na jinsi unavyodhibiti hisia zako. Kwa hiyo swali ni hili. Unawezaje kuongeza emotional intelligence yako? Anza kwa kujitambua. Tambua ni hisia gani zinakujia na kwa nini. Jifunze kujidhibiti kabla hujajibu kwa hasira, pumua, jifikiri. Jipe motisha. Fanya mambo kwa sababu unayapenda, sio kwa sababu unalazimishwa. Kuza huruma. Elewa unachohisi mwenzako, si kwa maneno tu, bali kwa moyo. Boresha mahusiano yako, ongea kwa upole, sikiza na kuwa mtu wa kuaminika. Daniel Goleman anatufunza kuwa mafanikio ya kweli hayanzi kwenye akili, bali ni kwenye moyo. Ni uwezo wa kujua hisia zako, kudhibiti na kuelewa hisia za watu wengine. Watu wanaofanya hivyo, hata bila IQ kubwa, ndio wanaoongoza makampuni wanaojenga ndoa zenye upendo na wanaoishi maisha yenye furaha ya kweli. Kwa hiyo usijione mdogo kwa sababu hukupata A darasani. Kama unaweza kuelewa hisia zako na za watu wengine, basi una nguvu kubwa kuliko unavyofikiri. Ikiwa umependa video hii, pata fali, subscribe, like na share ili watu wengi zaidi wajifunze nguvu ya Emotional Intelligence. Na kama ungependa tuendelee na sehemu ya pili, andika neno endelea kwenye maoni. hii ni PesaVibe. Mahali panapochimba siri za mafanikio.